Ikiwa wewe ni mtumiaji wa kompyuta au simu, basi hii ni tovuti ambayo lazima ujaribu. Itakupendeza sana kwa huduma bora inayotoa itakusaidia kuondoa background kwenye picha zako kwa urahisi. Na uzuri zaidi ni kwamba itakupatia picha zako zikiwa na ubora mkubwa. Jambo zuri zaidi ni kwamba unaweza kujaribu leo bure kabisa. Usikose nafasi ya kujiunga nasi, Subscribe leo chaneli yetu, ili usipitwe na maudhui yetu ya kipekee. Tunakuandalia zana bora zaidi za AI na huduma tofauti ambazo zitakusaidia kuboresha kazi zako bila gharama yoyote. Tumia fursa hii kupata maarifa na zana zinazokuja na teknolojia ya kisasa kabisa. Jiunge nasi na ufurahie huduma hizi bure. Utaingia kwenye about ya chaneli hii, utaona link ya telegramu chaneli, utaingia na utajiunga ikiwa utapendezwa nayo. Sasa ndio umeshaingia telegram, utagusa batani ya utafutaji kwenye chaneli, kisha utaandika hili neno, utaletwa kwenye hii posti na utagusa hapa chini, kisha utaifungua moja kwa moja na moja kwa moja utajikuta kwenye huu kurasa. Utabonyeza hapa ili kuingiza picha yako ambayo unahitaji kuondoa background yake. Utasubiri hadi itakapokuwa imekamilika. Sasa picha yako ipo tayari. Sasa unaweza kuidownload picha yako pasipo kupungua kwa ubora wake.